Yeah. Yeah. Yeah. Naumia sana yaani, ukipita mitaani watu wanalia, ni tabu. Aa, wa Tanzania tutaki yeah. Sisi tunapenda amani yeah, tunataka tuishi kwa amani, tuini nchi yetu, kwani tuanze hivi yeah. Ndio maana no, no, no, no, no, no, no, unaona mpaka sasa hivi watu yeah, wametulia kwa sababu gani? Watu wanaogopa mambo wao, hatujazoea. Mtu ushasikia tu kauli, maduka yote yamefungwa, hatuwezi hmm, kutoka wewe, wewe mwenyewe mwenyewe unajua mwenyewe unajua wanachokapa Vingunguti hivi, ni nani anaweza kutoka kufanya kuanzisha wanaingia na kuondoka na wanapasua maduka, wanafanya nini? Wanaiba, wanaondoka. Lakini siku ya leo Watanzania wameonyesha mshikamano, umoja lakini wameonyesha pia namna ambavyo wamekuwa wazalendo kwa nchi yao kwa kuto kuwasikiliza wale wanaofanya kampeni ya kutaka Watanzania wafanye maandamano yasiyokuwa na ukomo. Na kusema kweli, sifa na, na, na, na, na, na, na heshima yote iende kwa Watanzania wote. E, jeshi letu la polisi kazi yake kwa kweli inakuwa rahisi pale ambapo wananchi wako wenyewe tayari kujilinda. Nimesema jukumu la jeshi la polisi ni kuhakikisha inawalinda wananchi e, wao na mali zao, lakini bila wananchi wao kuanza kuzilinda mali zao na kujilinda wenyewe e, usalama utakuwa mdogo. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wananchi wa Tanzania. Tuendelee kuipenda nchi yetu na tuendelee kuthamini mafanikio yetu haya, na kama kuna changamoto, basi tuendelee kuzijadili na kuzizungumza kuliko kufanya yale ambayo yalitokea siku za nyuma, yale yamepita yashapita Sasa tugange yanayokuja. Kwanza, ulinzi na usalama ni jukumu la, la, la vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ikiwemo ee, jeshi la polisi. Na ulinzi uko siku zote, uko siku zote, ila wao unaongezeka kulingana na mahitaji ya wakati. Katika kipindi hiki toka tarehe za mwanzo wa mwaka huu e, mwisho, mwisho, hu, e, mwisho wa mwaka huu tumeimarisha ulinzi kwa sababu nyakati za mwisho wa mwaka huu kuna matukio, matukio mengi. Kwa hiyo hali hii itaendelea, e, na wananchi wawe, wawe, wawe, wawe, wawe huru e, ku, kuendelea ku, ku, ku, kufanya shughuli zao, lakini na, na wakati jeshi la polisi na lenyewe litachukua jukumu la kuhakikisha kwamba wanabaki salama na wanasherehekea hizi sikukuu zote mpaka tufike mwaka mpya, tutapita salama tunaamini. Hmm. Yeah. Kama kawaida shughuli zitaendelea kama kawaida, kesho watu wanakwenda makazini kama kawaida. Hmm. E, leo ndio tumesherehekea bwana. Leo tuliamua tusherehekee kwa kukaa ndani. Sasa ehe, na wengine wanatoka kama mimi, nafikiri mmenikuta mtaani huku nami naendelea na shughuli zangu. Yes, mheshimiwa yeah. Rais eh, anayo mamlaka kwa mujibu wa ibara ya 45 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya eh, mwaka sabini na saba, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana uwezo wa ku eh, mwachia huru mfungwa wa, wa mfungwa yoyote eh, au kumpunguzia adhabu au kubadilisha aina ya adhabu eh, hayo ni mamlaka ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na huwa mara nyingi wanafanya hivyo wakati wa sherehe za kusherekea uhuru wa nchi yetu, na kama ilivyo eh, miaka ya nyuma, basi kwa mwaka huu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa msamaha kwa wafungwa elfu moja na thelathini na sita. Kati ya hao ishirini na mbili ni wale wameachiwa leo hii tunavyozungumza, eh, na hawa elfu moja na kumi na mbili hawa wamepunguziwa adhabu, kwa hiyo watakuwa wanaendelea kuachiwa kadri siku zinavyokwenda, kwa hesabu iliyotumika katika kuwapunguzia adhabu hizo. Lakini moja kati ya masharti makubwa huwa ni kwamba hawapaswi katika muda huu wa matizamio kufanya kosa lolote.